Tumsifu Yesu Kristo. Novena ya Roho Mtakatifu, siku ya pili, Jumamosi tarehe 31 na moja mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Roho Mtakatifu anatusaidia kueneza Injili. Kweli nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi kamwe kuingia katika utawala wa Mungu. Kanisa limepewa na Yesu ujumbe wa kuwaletea watu wote uzima mpya, uzima wa Mungu. Yesu aliwaambia mitume wake, Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nendeni basi mkawafanye watu wa makabila yote kuwa wafuasi wangu. Wabatizeni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wafundisheni kuyashika maagizo yote niliyowapeni, nami nipo pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa nyakati. Sisi tuliobatizwa tumepata kuwa viungo vilivyo hai vya mwili wa Fumbo wa Kristo. Kwa kipaimara tumeimarishwa na kuthibitishwa na Roho Mtakatifu. Tumekuwa taifa teule. Tumeshirikishwa ule ukuhani wa Kristo. Tumepokea ujumbe wa kueneza utawala wa Mungu. Tumepokea sakramenti na hasa ile sakramenti ya Ekaristi. Tunalisha imani na kuongeza mapendo ambayo ni msingi wa utume wowote ule. Mapendo yanatuhimiza kueneza utawala wa Mungu na kumpenda Yesu Kristo aliyekuja kuwakomboa wanadamu wote. Kila aliyebatizwa anao wajibu wa kueneza imani ya Mungu na utawala wake. Kwa hiyo tumwombe Roho Mtakatifu atuwezeshe kutimiza wito huo. E Baba wa mbinguni, tunakuomba umpeleke Roho Mtakatifu aliangaze kanisa na kuliongoza liweze kuwafikishia mataifa yote habari njema ya wokovu. E Bwana, twakuomba utusikie. E Yesu mkombozi wetu, umtume Roho Mtakatifu awahimize Wakristo wapate kutimiza wajibu wao wa kueneza neno lako popote duniani. E Bwana, twakuomba utusikie. Ewe Roho Mtakatifu mfariji Uamshe katika mioyo ya vijana wengi hamu ya kupenda kulitumikia Kanisa lako na kulihudumia taifa lako kwa uaminifu. E, Bwana twakuomba utusikie. Ewe mwanga wa mataifa, wajalie wanafunzi wasikie sauti yako mioyoni mwao, nawe unapowaita wasikose kuisikia sauti yako wawe tayari kujitoa kwa ajili ya ndugu zao. E Bwana twakuomba utusikie. Wasaidie wazazi wa walee vyema watoto wao, watie moyo katika wito wao, wapate pia kuishiriki vyema ile kazi ya kueneza neno lako kwa jirani zao. E Bwana twakuomba utusikie. Ewe Roho Mtakatifu, Uwasaidie wa Kristo wote kueneza habari njema ya wokovu kwa sala, kwa sadaka na kwa mifano ya maisha yao ya uchaji. E Bwana, twakuomba utusikie. Ewe Mpaji wa mema, uwajalie waamini mapaji yako saba, wasichoke kulieneza neno lako kwa hekima pasipo hofu. E Bwana, twakuomba utusikie. Tuombe. E Mungu, unapenda watu wote waokoke waifikie kweli yako. Tunakuomba uwapeleke wafanyakazi walio wengi na wema katika shamba lako, uwajalie kulihubiri neno lako kwa imani kuu, ili neno lako lienee na kupokewa na mataifa yote, wapate nao kukujua wewe peke yako, Mungu wao Mungu wa kweli tunaomba hayo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu anayeliongoza kanisa lako sasa na milele. Amina. Litania ya Roho Mtakatifu. Bwana utuhurumie, utuhurumie. Kristo utuhurumie, Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie. Baba mweza wa vyote, utuhurumie. Yesu, mwana pekee wa Baba na mwokozi wa dunia, utuokoe. Roho wa Baba na Mwana aunganishaye maisha ndani ya Baba na Mwana, utakatifuzwe. Roho Mtakatifu, utusikie. Roho Mtakatifu atokaye kwa Baba na Mwana, njoo ndani ya mioyo yetu Ahadi ya Mungu Baba, njoo ndani ya mioyo yetu. Mionzi ya mwanga kutoka mbinguni, njoo ndani ya mioyo yetu. Mwandishi wa vyote vilivyo vizuri, njoo ndani ya mioyo yetu. Chanzo cha maji ya uzima, njoo ndani ya mioyo yetu. Moto utumikao daima, njoo ndani ya mioyo yetu. Muungano mtakatifu, njoo ndani ya mioyo yetu. Roho wa ukweli na upendo, utuhurumie. Roho wa hekima na elimu, utuhurumie. Roho wa shauri na nguvu, utuhurumie. Roho wa akili na neema ya kumtumikia Mungu, utuhurumie. Roho wa neema na sala, utuhurumie. Roho wa amani na subira utuhurumie. Roho wa usafi na uaminifu utuhurumie. Kitulizo cha Roho utuhurumie. Roho aletae utakatifu utuhurumie. Roho uongozae kanisa utuhurumie. Ro zawadi kutoka kwa Mungu juu mbinguni utuhurumie. Roho ajazae ulimwengu utuhurumie Roho Mtakatifu, tupe neema ya kuchukia dhambi. Roho Mtakatifu, njoo ufanye upya sura ya ulimwengu. Roho Mtakatifu, jaza roho zetu kwa mwanga wako. Roho Mtakatifu, ifurahishe mioyo yetu kwa sheria yako. Roho Mtakatifu, washa moto wa mapendo ndani yetu. Roho Mtakatifu, jaza mioyo yetu na hazina ya neema yako. Roho Mtakatifu, tufundishe kusali vyema. Roho Mtakatifu, tuangaze kwa nguvu zako za kimungu, zitu mi... patia... zitupatiazo moyo wa kutenda daima yaliyo mema. Roho Mtakatifu, tuongoze kwenye njia ya wokovu. Roho Mtakatifu, tuweze kufahamu yale ya muhimu tu. Roho Mtakatifu, tupe hamu ya kuitafuta fadhili yako. Roho Mtakatifu, tusaidie tuweze kupata fadhili zote. Roho Mtakatifu, tupe uvam... Roho Mtakatifu, tupe uvumilivu tuweze kutenda yaliyo mema tu. Roho Mtakatifu, tunaomba uwe zawadi ya uzima wetu. Mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za dunia, tushushie Roho wako Mtakatifu. Mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za dunia, jaza mioyo yetu kwa mapaji yako ya Roho Mtakatifu. Mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za dunia, tupe roho ya hekima na neema ya kumsifu Mungu. Njoo Roho Mtakatifu, ujaze roho za waamini wako uwashe moto wa mapendo yako ndani ya mioyo yetu. Tuombe. e Mungu Baba mwenye huruma, tujalie Roho wako aletaye mwanga kwetu, ili apate kututakasa na kuingiza ndani ya mioyo yetu baraka ya kuweza kutenda yale yaliyo mema. Tunaomba hayo kupitia kwa mwanao mpendwa, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina.